Tutasoma kitabu chaitwa Nubdhatu Nubdha na ni moja katika fikhi muhimu sana kujua, haswa katika zama hizi na kila zama, fiqhu tahawulat. Kabla tusome kitabu, ambacho tutasoma katika daura hii chaitwa Nubdhatu Nubdha, nubdha. Nubdha maanake ni kitu kidogo yani Muhtasar jidan na nubdhatu nubdha ni a muhtasar ya, muhtasar ya kitabu kinachoitwa nubdhatu sughra. Kuna kitabu chaitwa an nubdhatu sughra ambacho ni kidogo katika fiqh tahawulat, lakini kimefupishwa zaidi kikaitwa nubdhatu nubdha. Kwa hivyo nubdhatu nubdha ni ufupisho wa kitabu kingine kinachoitwa an nubdhatu sughra limarifat rukni rabii kujua nguzo ya nne, min arkani din, katika nguzo za dini, wa alamatihi lkubra, na alama zake kubwa, walwusta, na alama za katikati, wasughra, na alama ndogo ndogo. Alama tunazokusudia hapa ni alamatu saa. Ilimu hii inahusu zaidi alama za Kiyama alama za kiyama. Aliandika ilmu hii, na tutasoma mbele, ni Alhabib almufakir adaya al alislamiya, Alhabib Abibakr Ladani al bin ali Lmashhur. Na tutakuja kuelewa kwa nini yaitwa aruknu rabi min ad-din, kabla hatujasoma ilmu hii mwenyewe aloiweka ilimu hii

Al-muhadhara al-ula, muhadhara wa kwanza. Hadaf, lengo letu, katika muhadhara huu ni taarifu al-mabadi' al-ashara, al-mabadi' al-ashara fi ilmi fiqh al-tahawulat. Kila ilmu kila fanni ina misingi kumi, lazima uyajue kabla hujasoma hiyo ilmu, lazima ujue mambo

mambo ya mwanzo ya kujua katika hiyo fanni kumi kabla hujasoma hiyo fanni yaani yani lazima ujue hiyo fanni unayosoma yaitwaje kama nahu yaitwa nahu swarfa ujue wasoma nini kwanza ujue Hadd Hadd ni taarifu kama ni nahu nahu nini swarfa nini mustalah hadith ni nini lazima ujue kisha ujue maudhu, yazungumzia nini, maudho yake ni nini. Thuma thamara, kisha natija yake ni nini. Wafadhluhu, ubora wake, hiyo ilmu unaosoma ni nini. Nisbatun, nisba yake na elimu nyingine, yaani kwenye ulimwengu wa elimu, hiyo elimu unaosoma inanasibiana vipi na elimu nyinginezo. Walwadhu, nani wa kwanza alioiweka hiyo ilmu? Yani kama ilmu, asli ya kila ilmu ni alkitabu wa sunna, asli ya kila ilmu ni alkitabu wa sunna, yatoka kwa qurani na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuna mtu alioweka wa kwanza alioweka mustalah alhadith wa kwanza alioweka uh, kawaid za usulul fiqh. Kila kitu kina mwanzo wake Wasmun na jina hiyo ilmu, wastimdadun hiyo elimu unatoa wapi? Umetoa kutoka wapi? Chimbuko lake ni wapi? Ni nini hukmu shar, hukmu ya sheria kuisoma hiyo elimu? Ni wajib, fardhu kifaya, fardhu ain? Lazima ujue mambo haya kabla hujasoma elimu yote. Masailun na masaili yake, walba'd bilba'd iktafa na hata ukijua baadhi ya tosha wa mandhara aljamia mwenye kujua zote haza sharafa amekusanya sharafu kubwa ya hiyo ilmu Sabu, ata, ata kwa sababu ataielewa elimu kikamilifu kwa hivyo haya ndio mambo ambayo leo tutasoma kwa muda mchache iwezekanavyo insha allah ismuhu jina ya hii ilmu ambayo tutasoma waweza ya inaitwa fikhu tahawulat. Fikhu manake alfahamu, kufahamu mambo yana, yanayogeuka, geuka kama nini? Mfano aa, kulikuwa hakuna magari, kukaja kukageuka zama kukawa na magari. Kulikuwa hakuna simu, kukaja zama kukawa na simu. sasa Je, Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia nini? Kuwa kuna zama zitakuja kitu fulani kitakuwa na tufanye nini na tuamiliane nao vipi? hizo zama zikija, za wakati huo ndio fiqhu tahawulati au fiqhu ilmi saa fiqhi ya kujua elimu ya kukurubia kiama au fiqhu lmutaghayirat au fiqhi ya mambo yenye kugeuka geuka

Al-ilmu ni kujua, ni elimu ambayo yakusanya bima kana habari zilizopita, wakati tukisoma tutaona, eh? wa ma huwa kain, na habari zilizoko sasa, na habari zitakaokuja ila qiam ssaa minal marahil, katika generation baada generation zilopita kuanzia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikaja generation ya masahaba, khulafa ar-rashidun, ikaja generation ya dola umawiya, ikaja generation dola abbasiya. Hizo zote ni generations. Sisi pia Kenya, tumepitikiwa na generation kabla uhuru. Kwanza kabla ya mkoloni, tukatawaliwa na mkoloni, tukarudi tukapata uhuru. Hizi ni marahil, ni generations zapita. Tumeelewa? Kwa hivyo lazima tufahamu twatoka tu generation gani, tuko generation gani, twaingia generation gani. Ndio fiqhu tahawulat, ila an taquma saa min khalqi Adam, kuanzia aumbwe Adam alayhi salam, ila nihayati al-alam, mpaka mwisho wa ulimwengu Mawduu maudhui yake ni at-tahawulat at-tarikhiyya, ni migeukogeuko ya kitarikhi, fi nusus ash sharia, kulingana na nas za kisharia. Nas ni nini? Nas ni mahali palipo juu, kama mimi hapa niko juu, vile nimekaa juu stage inaitwa manassat at-takrim, yani stage ya kukirimia watu. Nas manake juu Murtafa, tukitaja neno an-nususu shar'iyya, tumaanisha kalamullah, maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo ni Al-Qur'an, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumeliona ndo an-nas, anas, ijtihadi za ulamaa wanaozingatiwa kuwa na ijtihadi kiasi za wanazuoni wanatumia katika kupima mambo hizo, ndio tunazungumzia. Lakini ukitaja neno annas, moja kwa moja linakuja kuwa ni alkitab wassunna. Alkitab wassunna ndiyo maegemeo makubwa katika kutoa sheria katika jambo lolote katika dini ya Islam. Tajdid lughati dawa ni kufanya upya namna ya kulingania na kubalighisha na kusomesha wasiyanatu ulumi thawabit pamoja na kuzihifadhi ilmu ambazo ni thawabit ilmu thawabit ni elimu zilothubutu hazigeuki geuki mfano sheria ya kiislamu haigeuki swala haigeuki so haigeuki hizi ni thawabit arkanul iman antumina billahi wa malaikati hakuna siku itageuka. Hakuna siku zitatoka sita ziwe nne. Hakuna siku arkanul khamsa zitatoka tano ziwe tatu wala zizidi ziwe sita. Hizi ni thawabit. Zaitwaje thawabit? Yani hazigeuki geuki. Sasa tahawulat, tusoma ile nusus hadithi zilizokuja kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao sana znatuambia sayati ala nasi zamanun, itakuja zama. Hata zingine utakuta masahaba wauliza, kweli ya Rasulullah, hiyo zama itafika kwa sababu gani? Hizi nasi ni nasi kuhusu mutaghayyirat, mambo yenye kubadilika badilika, badilika hata walozaliwa kabla ya 1980 hawafanani na walozaliwa baada ya 1980, hawafanani na walozaliwa baada ya 2000 hata tabia. Kwa sababu gani? marahil yamebadilika, wadhihu. Aliyeweka ni nani? aslu hadha alilm, asili ya hii elimu kama elimu zingine, minan nusus shar'iyya, yani minal kitab wasunnah yake kwa sababu zote zinategemea Qur'ani na hadithi na hadithi, na zaidi ni hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini awwalu man wada'ahu bit taq'id, at taq'id maanake kuziwekea kawaid, kuweka milango, kuwekea misingi, kuweka migawanyo, vigawanyo vyake, kama namna nahwu ilivyowekwa na Abu Aswad ad-Duali kupitia kwa alimama ali karramallahu waja akamwambia nini nenda namna hii na itizame ikae hivi mfano huu alipokwenda kwake kama kiso kinapoeleweka katika nah. hii alioiweka kawaid hii elimu iko na wanazuoni wote kabla ya habib Abubakar al-Adani walikuwa waijua na waitumia lakini wa kwanza alioandika vitabu bitakid

na al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Saqaf ameitwa Abdul Qadir na Imam Ali Lhabshi. Kwa hivyo si mtu mbali, si mwanachuoni alotonbekea mbali, alikuwa kwenye hizihizi asri zetu, amekufa hivi karibuni, baina miaka mitatu. Manake sisi hapa markaz tumemswalia, na huyo ndo mwenye rubat nyingi tofauti tofauti ndani ya Hadhramaut na ndo mwenye Rubat al-Muhajir na ndo mwenye Jamiat al-Wasatiya al-Sharia, ambao sisi tunasibiana nao na ni wanafunzi katika Jamiat al-Wasatiya Nisbatu, ina nisba gani kwa ulumu zingine? Hii ni ar-rukn aruknu rabi min usuli din tukisoma katika vitabu vingi wanazuoni mpaka yeye kuja Abubakar al-Adani rahimahullah, utakuta katika usuluddin imesema, usuluddin thalathatun alislamu alimanu alihsan. Hivyo ndio iko katika vitabu vingi, hayatul islam katika vitabu vya fiqh mwanzo. Wengine wakianza waanza na hivo, wakwambia misingi ya dini thalathatun lakini al-Adani, na tutaona kwa nini amesema hili ni ar-rukn ar-rabi, ni kwa sababu ya hadith Jibril. Hadith Jibril inajulikana iko katika 40 an-Nawawi ambao hii ndio mazungumzo yetu yote, katika fiqh at-tahawulat yatoka katika hadith Jibril ila sanad Jibril akaja itala alaina rajulun shadidu bayad thiyab shadidu sawad ash-sha'r

Zama gani? Twatoka kwenye zama gani? Twaingia kwenye zama gani? Kwa hivyo ni fardhu lwakti, hatuwezi kusema fardhu kifaya wala fardhu ain wala la, lakini ni fardhu lwakti. Wakati wetu wa sasa ni lazima mtu ajue angalau kidogo katika fiqhu tahawulat fikirisha. Tumewacha nguzo moja nzima ya dini hatujaisoma. Asara ngapi au yaitwa ilmu lhala. Ilmu lhala ni elimu ya hali, elimu inayotuhusu sisi zamazetu hizi, yani fiqhi ya kufahamu generation yetu hii. Wa afdalil ilmu lhala, elimu mzuri ni elimu ya kujua wakati ule ile hali yako wafaa ujue ni hali gani ulio ndio elimu inakufaa zaidi. Mfano wada kwenda hija ni wakati mzuri zaidi kusoma haji ni nini, kwa sababu wakati huu inakuhusu haji. Je, maisha tunaoishi sahihi na generation hatufai kuijua ni generation gani? Istimdadu min alquran wasunna wal athar. Wa kwa nini tumetaja athar? Kwa sababu tutasoma pia tarihi tarihi kwanza, Adam, tarihi ya Nuh, uh, tafauti tofauti tofauti na pia tarihi tfaut ilokuja baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka, baada ya karne tatu za kwanza, marahili aliwapitia Waislamu. Kwa hivyo lazima kutakuwa na vitu vingine ni athar katika tarihi. Masailu, masala yake ya fiqh tahawulat yanatoka alulumul khamsa fi fiqh tahawulat kuna vitu vaitwa al-ulum al-khamsa fi fiqh fi at-tahawulat. Hizo ndio tutasoma ilm baada ya ilm moja baada ya nyingine, kisha sunnatul mawaqif wa sunnatul dilala. Sunna tumezoea sisi kuwa ni kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, fili ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na iqrar ya mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini sunna, tutakuja tukisoma, kwenye nusus hazikomi hapo una sunnatul mawaqif na sunnatu dilala . Pia tutakuja kusoma qira'atu fahmi nusus wal marahil, namna gani tafaa tuzifahamu nafsi, namna gani twafaa tuzifahamu nafsi kulingana na wakati wetu wa sasa huu. Sio twakaa twatafsiri Qurani kama ambayo ni kitu yani tafsiri ya miaka mia mbili nyuma mtu wa sasa atakuelewa vipi, wakati unatafsiri Qurani ama hadithi? Uitafsiri kama yule mtu alivyo sasa hivi na akili yake na ulimwengu huu wa AI na ulimwengu wa chat GPT, ataelewa vipi mtu na? Je, nusus zapitikiwa na wakati? La hasha, wakala za tafsiri mpaka sasa, baada ya ulimwengu wa AI na ulimwengu utakaokuja baadaye, bado wewe wahitaji hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na Google yako na chat GPT yako. Manake moja katika kusoma fiqh al-tahawulat tutasoma sana current affairs, pia tutasoma alamat as-saa, na zimegawanyika mara tatu: as-sughra, al-wusta, al-kubra. Kulingana kila kitu kiliyoko ta katika fiqh al-tahawulat chapatikana katika an-nusus al-kitab wa fadlu fadla yake bihi yufhamu alwaqi. Ukisoma fiqh tahawulat utaelewa vipi, hata malezi nyumbani utayafahamu, waqi tuishi vipi, tuko wapi sisi, ulimwengu wetu, wal marhala, tuko generation gani, wa ma fiha min alfitani almudillat, na fitna zenye kupoteza watu ambazo mtu hawezi kuepuka sasa hivi tuko twaishi kwenye ulimwengu una fitna, hata shekhe yuko ndani kwa hizo fitna, ahawezi toka. Mpaka usome fiqh tahawulat, ndio utajua namna gani ya kuepuka fitna. na mizani za kuepuka kueuka, wa kaifiyatul wiqayati minha, na namna ya kujihifadhi na fitna, msingi mkubwa wa fadla ya ya fiqh tahawulat, namna gani ya kuepuka fitna Fiqhu tahawulat ndio peke yake ambao yaweza kutokoa sisi, na sisi wanafunzi tukajua, wapi nikianza nitaingia kwenye mtego mbaya, mwisho wapi nikianza, mwisho wake nitaangukia kwenye e, mihadarati au namna gani? Namna gani ya kuepuka fitna. thamaratu imtithalul-amri shar'i, kufuata sheria ya Mwenyezi Mungu katika thamara yake wa da'wa ala almanhaj alwasati. Vipi tutaishi na watu, tutawalingiania watu katika mfumo wa kati na kati wakadhalika, jaalnakum ummatan uh, wasata, umma kati na kati ndio neno alwasati, ndio ikatoka ile neno pia jamiatul wasatiya kati na kati. Vipi utaishi na watu kati kati, hodi huyu wanaokuwa huu na pamoja na kusimama na mawakifu yako kisawasawa bila wewe pia kutekwa

na jen alfa inayokuja mbele na milenia iliyotoka nyuma. Hizi zote ni marahil walwiqayat min alfitan, na kujiepusha na fitna, watajdid khitabi dini, na namna gani tutasomesha, namna gani tutalingania, namna gani tutabadilisha, namna gani tutaongoza katika zama, baada ya kufahamu zama gani we huko, ala nahji alwasati